Sisi chuo cha Waislamu cha Morogoro yani MUM tunaithamini sana tasnia ya habari tukiamini kwamba ni tasnia muhimu kwa taifa letu na kwa umma kwa ujumla. Ndugu wanahabari, kama mnavyojua, chuo cha Waislamu cha Morogoro ni chuo kinachoongozwa na taasisi ya Muslim Development Foundation, yani MDF, ambayo kwa niaba ya wa Waislamu wote wa Tanzania walipokea jukumu la kukiendesha na kusimamia chuo hiki. Kama mnavyokumbuka chuo chetu kilikabidhiwa kwa waislamu na marehemu rais mstaafu wa awamu ya tatu ndugu Benjamin William Mkapa mwaka 2004 na kuzinduliwa rasmi kuanza shughuli zake mwaka 2005. Mpaka sasa chuo kimefikisha miaka ishirini tangu tukabidhiwe. Ndugu waandishi wa habari, chuo kikuu cha waislamu cha Morogoro kina mambo mengi mazuri ya kujivunia yakiwemo ustamilivu na uhimilivu wake kwa kipindi chote hiki cha miaka ishirini. Kama mnavyojua, miaka ishirini si kidogo, kama mtoto akisha kuwa mtu mzima tayari. Sasa kama ilivyotarajiwa na jamii ya Kiislamu tumejitahidi sana kufanya mambo haya, na kwa kweli tunashukuru jamii yote na taifa kwa ujumla wake. Hata hivyo, chuo chetu pia kime, kama taasisi nyingine kimepitia changamoto kadha wa kadha katika uendeshaji wake. Kwa mintarafu hii, uongozi wa chuo umeona ipo haja ya kuadhimisha miaka ishirini ya kuwepo kwa chuo hiki ili kueleza na kuonyesha maisha ya miaka ishirini ya chuo pamoja na mipango ya miaka ishirini ijayo. Kwa hiyo tunawatangazia rasmi kwamba tutakuwa na maadhimisho ya sherehe za miaka 20 ya Chuo Kikuu cha Waislamu cha Morogoro mwaka huu. Ndugu waandishi wa habari, kilele cha maadhimisho haya kitafanyika katika kitovu cha, cha chuo ambacho ni Morogoro. Mgeni rasmi katika kilele cha maadhimisho haya anatarajiwa kuwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan. Katika maadhimisho haya tunatarajia kutoa tuzo mbalimbali mbali kwa waasisi wa, wa chuo na watu waliotoa mchango mkubwa na wa kipekee katika chuo chetu. Miongoni mwa matukio makubwa katika maadhimisho haya ni uzinduzi wa makala maalum, yani documentary itakayoonyesha maisha ya miaka ishirini ya chuo pamoja na mipango ya miaka ishirini ijayo. Pia kutakuwa na mradi mkubwa wa kielektroniki yani mom community fund utazinduliwa rasmi ili kuruhusu wananchi kwa ujumla wao kuchangia maendeleo ya jamii. Maadhimisho haya yataanza tarehe 11 mwezi Juni katika viwanja vya Chuo Kikuu cha Waislamu Morogoro. Kutakuwa na wasilisho na mijadala ya kitaaluma, maonyesho ya kitaaluma pamoja na vikao mbalimbali vya alumni. Alumni ni wanafunzi waliosoma zamani na kuhitimu kutoka pale tunawakaribisha wahitimu wote na wadau wote kwa ujumla popote walipo wafike katika jambo hili, waje kujumuika nasi kwenye chuo chao kama vile walivyokuwa Dar es Salaam mwaka 2004 kuonesha umoja na matunda ya chuo chao. Ndugu waandishi wa habari, katika maadhimisho haya kutakuwa na dua maalum ya kuliombea taifa na viongozi wake ili kuende, kuende- kuendelea na kudumisha amani kutuwezesha sisi MUM kwa kushirikiana na vyuo vingine vyuo vikuu vingine tuendelee kuwa na mazingira mazuri ya kuandaa wataalam tarajali wa nchi hii. Aidha, sanjari na dua kwa taifa, pia kutakuwa na dua maalum ya kukiombea chuo chuo chetu. Dua zote hizi zinatarajiwa kuongoza na Abubakar bin Zubair bin Ali, shehe mkuu ambaye pia ni mufti wa Tanzania. Tunazialika taasisi zote za Kiislamu kushiriki katika tukio hilo pamoja na kuwa na kikao maalum cha taasisi hizo kujadili mustakabali wa chuo chao. Vile vile baraza kuu la waislamu Tanzania BAKWATA linapenda pia kutoa pongezi za dhati kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutuwezesha kuwa na chuo kikuu cha waislamu cha Morogoro MUM, Muslim University of Morogoro, taasisi adhimu kabisa ambayo kwa kipindi cha miaka ishirini imezalisha wataalamu wengi wanaolitumikia taifa na umma kwa ufanisi mkubwa wakienea katika kila pembe za nchi yetu. Chuo hiki kimekuwa ni ufunguo wa maendeleo ya jamii yetu kikileta nuru ya elimu, maadili na maendeleo endelevu kupitia kazi zake kuu tatu. Moja kabisa kufanya tafiti, kufanya tafiti na machapisho mbalimbali; pili, kutoa ushauri wa kitaalamu kwa jamii na kuzalisha wataalamu. Hakika kwa kuzalisha wataalamu jamii yetu imenyanyuka, kwani Mwenyezi Mungu mtukufu anasema katika Qur'ani, Mwenyezi Mungu atawanyanyua wale walioamini miongoni mwenu na wale waliopatiwa ilmu darajati. Ni Surati Mujadila, sura ya 58 aya 11. Kwa niaba ya Baraza Kuu la Waislam Tanzania tunawaalika rasmi, tunawaalika rasmi wananchi wote kushiriki katika matukio mbalimbali ya kusherehekea miaka 20 ya kuanzishwa kwa chuo hiki ambayo kilele chake kitakuwa ni tarehe 20 mwezi wa 6 2025. Hakika tunawaalika sio tu kwa ajili ya kusherekea mafanikio yaliyopatikana, bali pia kushiriki kikamilifu katika mpango wa maendeleo uh, ya miaka ishirini ijayo. Miongoni mwa kazi za vyuo ni kufanya tafiti na miongoni mwa tafiti ni kuendesha chuo pia. Kwa hivyo nafikiri siku hii itakaofika ya kueleza na kutathmini miaka ishirini iliyopita ni fursa nzuri sana kupata taarifa za kitaalamu zikatuonyesha mazingira ya miaka ishirini bora zaidi ya kipindi kinachokuja. Nimwombe Mwenyezi Mungu subhanahu wataala awajalie kheri viongozi wote na wasimamizi, aijalie siku hiyo ifike na ikabilike. Lakini nitumie fursa hii kumwalika kila Mtanzania, chuo ni cha Waislamu lakini huduma ni ya watanzania kwa jumla. Ni kuwa nikeni nyote katika siku hiyo hadhimu muhimu, na kupata michango yenu na mawazo yenu katika kwenda mbele, kwa sababu kazi ya chuo hicho ni kuandaa watanzania kukabiliana na maisha ya Tanzania. Chuo hiki ni cha jamii ya kitanzania na wanje. Mimi nimefika kwenye graduations nyingi tu pale Morogoro kwenye chuo na nimewakuta vijana ambao sio Waislamu, nimewaona na wamepewa vyeti na walikuwa wanavaa kama tunavyovaa sisi Waislamu, hasa akina mama. Lakini pia niliwakuta watu wenye ulemavu, niliwaona pale, hatukuwatenga. Uislamu unakataa kuwatenga watu ambao sio wazima, watu wenye ulemavu ni jamii yetu. Watanzania wote, na wakaribisheni pale Morogoro kuanzia tarehe 11 mpaka tarehe 20, 20. tuwe pale, tuje na usingoje ku, kuambiwa njoo, na wewe mwenyewe uone wanavyofanya, walivyofanya kwa miaka tupate historia, wengi hatujui, wengi hatujui shieni lau aya nifikishieni ujumbe, kwa hiyo pale panafikishwa ujumbe. Ujumbe wenyewe ni upi? kutoa wataalamu, alam. Wata wataalamu hawa kama alivyosema shekhe pale, waandishi wa habari eh, bwana eh, e, wataalamu katika jamii eh bwana eh, chuo kile ni chuo muhimu sana kwa hiyo tunakukaribisheni katika maadhimisho ya chuo kikuu cha Morogoro mimi mwenyewe inshallah Allah akinijalia nitakuwepo. Na nitakushangaa wewe, na nitakushangaa nyie waandishi wa habari ndio hudhuria hapa, unakosaje kufika pale? Maana kuna mambo mengi, hebu mwende mkaone kile chuo, toka kimya miaka ishirini kile, kile chuo kinaanzishwa mimi na miaka ishirini na tatu na hubili kile chuo cha, cha Morogoro. Kwayo nataka ni kualikeni Waislamu wote Watanzania wote Wakristo wote kufika katika chuo kikuu cha Morogoro, na tunamwomba Allah subhanahu wataala, kila atakayefika katika chuo kile, basi insha Allah kila hatua moja atakayoifanya, basi Mwenyezi Mungu amlipe siku ya kiama.